Kwa hiyo makamanda, nataka niwaambie, serikali, uongozi wa serikali yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea sasa wa kiti cha urais amefanya kazi kubwa sana kwenye jeshi, jeshi la polisi pia. Tunaona tuna magari ya kutosha ambayo yanawasaidia polisi kupita kuhakikisha kwamba mahali popote kwenye changamoto wanakwenda kuwasaidia wananchi, wanakwenda kuwasaidia raia kwa muda bila kuchelewa, ninaomba kila mtu kwenye kitengo chake asimame vizuri kwenye kitengo chake kuhakikisha kwamba kwa wetu unaendelea kuwa salama, wananchi wetu wanaendelea kuwa salama, wananchi wetu wanafanya shughuli zao bila kusumbuliwa na mtu yoyote, bila kutishwa na mtu yoyote. Na hili nirudie kuambia wananchi wakatoke kwenda kupiga kura bila kuogopa chochote. Hakuta kuwepo na tishio lolote hata, hata kuwepo mtu yeyote ambaye atawazuia kwenda kupiga kura. Waende wapige kura, wakimaliza kupiga kura warudi wakafanye shughuli zao za maendeleo. Namba moja, mnaoona nyuma yangu ni mtambo wa kupambana na moto ambayo ina uwezo wa kubeba lita 5000 za maji lakini inabeba pia fom lita 400. Inayofuata tuna ambulance, naiona iko hapo, ambulance ya kisasa na nyingine hiyo ni commanding car. Commanding car inaongozana nafaa tena inapoenda na kwenye tukio kwa lengo la kusupport, kama kuna kitu kuna kinahitajika cha ziada, yenyewe ndio inabeba vifaa hivi. Lakini kwa upande wa mkoa kwa ujumla sasa tuko vizuri, na tuna matukio ambayo ni ushahidi, amaitokea gari hiyo, licha kwamba leo ndio imepokelewa rasmi, lakini ilienda kufanya kazi Kusawabu, kifaka, kifika, kwa sababu kifaa kikifika auwezi kaacha janga likaendelea. Kwa hiyo iko vizuri, imefanya kazi vizuri, na wananchi walio walioona ikifanya kazi au waliounguliwa wanashukuru kwa maana jinsi ilivyoweza kuokoa kutoteketea kwa nyumba zao na vifaa vyao.